Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevo, Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako tv online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, habari za kanda kama vile habari za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Aprili nne mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Katika yale tunakuandalia asubuhi ya leo ni nikuwa nchi ya Marekani tayari kufanya uhusiano na jamhuri ya kidemokrasia ya Congo katika masuala ya biashara, madini kama vile usalama. Hiyo ni kupitia mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump, ambaye huyo aliwasili katika mji wa Kinshasa kukutana na rais wa nchi ichi Tshisekedi Chilombo. Hivyo ataweza kutembelea sehemu kadhaa na vile vile kutembelea nchi ya Rwanda, mkiwemo Kenya na nchi zingine. Ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini Niuze, tunakuomba waandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Je, huo utakuwa ni mwanzo wa mwisho wa vita? Je, huo ndio utakuwa mwanzo wa mwisho wa vita? Basi tuyaachie majira muda, lakini kile ambacho tutakuomba ni kuwa wewe ambao bado hujasubscribe ya hani kuja kujabone, tafadhali usikose kujabone, usiondoke kabla hujajabone, usiondoke kabla hujalaiki, usikose kuacha comment yako vile vile, usikose kutuandikia wapi ulipo, na vivyo hivyo usikose kushare ya hani kupataje kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na vile vile tukuletea habari kuhusu mji wa Walikale ambao kwa sasa uko mikononi mwa wazalendo. Wazalendo waliweza kuteka mji wa Walikale na hivi hakuna hata mpiganaji mmoja wa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC kama vile tulivyohambiwa na nitangosiko ya Jumatano dioni, waliweza kukosekana katika eneo hilo. Wapiganaji wa M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC. Naam, ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, habari tulizo nazo mapema ni zile zinazozungumzia kuhusu kikao walichokifanya Mjumbe mahalumu wa rais wa Marekani katika mji wa Kinshasa alipokutana na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuafikiana au kukubaliana kuhusu uhusiano bora kati ya nchi hizo mbili, nchi ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa habari zilizotolewa kwenye vyombo tofauti, ni kuwa kwenye mazungumzo hayo ilikuwa ni suala la uhusiano, kwanza kuhusu biashara kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani pamoja na hayo matumizi ya madini, yaani nchi ya, ya Marekani kununua madini kutoka ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ya Kongo kupitia makubaliano hayo ya ambayo wataweza kuyafikiana na ambayo wataweza kuafikiana, ikiwa bado hingali ni mchakato na ni mradi ambao huko mezani, na pamoja na hayo kuna miradi nyingi ambayo ni ya njia ya maendeleo, lakini hakuna maendeleo bila usalama. Katika hayo ni kwamba madini mengi ambayo yanatakiwa nchi ya Marekani kununua yanapatikana sehemu ambazo kuna kumbwa na matatizo za machafuko ya vita. Sehemu nyingi zinahikaliwa kimabavu na M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC ni hile inayopelekea watu wengi kuhisi kwamba endapo makubaliano yatakuwa na mradi huo kuwekwa kimatendo, serikali ya Marekani iko tayari kusaidia jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo ili kurejesha maeneo ambayo yako mikononi mwa adui, na waweze kwa njia iliyo halali kwa kupita kwenye mlango kuanza shughuli za uchimbaji au kununua madini inayotoka kwenye ardhi ya Kongo. Wadadisi wengi wa mambo wahisi kwamba kuna nia mbili au ya kupelekea kufaidika na kufanyikiwa kwa nchi ya Marekani peke yao au, au iliyoshauku ya wakongomani ni kwamba kila upande uweze kufaidika, yaani iwe faida kila upande, kwa kuwa jamhuri ya kidemokrasia Kongo ya Kongo ina haja ya amani na usalama katika maeneo yake ya mashariki haswa sehemu ambazo zinamilikiwa na M23 RDF, jeshi la Rwanda kama vile AFC, iweze kurejea mikononi mwa serikali pamoja na washirika wao wazalendo. Mjumbe mahalumu wa serikali ya Marekani vile vile aliweza kugusia kwamba lazima uwepo uadilifu wa taifa mzima, yaani ardhi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo iwe kwenye utawala wa serikali iliyoko madarakani kinachosalia ni kuona ikiwa mradi huo utaweza kutekelezwa, nini kitaweza kufanyika kwa masilahi ya Wakongomani. Na hiyo ilipelekea chama cha upinzani kinachoongozwa naye bwana Martin Fayulu kusema mkataba ambao wataweza afikiana kali ya jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Marekani lazima viwekwe wazi kwa masilahi ya Wakongomani, na lazima Wakongomani waweze kushirikishwa kwenye mikataba itakayofanywa, isiwe kwa masilahi ya rais mwenyewe wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi na chama tawala, bali iwe wakongomani wote kwa ujumla na iwe ni jambo ambalo wataweza kushirikishwa. Pamoja na hayo, lazima tuzungumuze hapa kwamba mji wa Walikale ambao ndio maskani ya wilaya ya Walikale kwa sasa imeweza kudhibitiwa na wazalendo ambao tangu siku ya Jumatano walijikuta M23 RDF jeshi la Rwanda kama vile AFC wamekuwa katikati na ikiwa tu ni katikati kati ya mji ilibidi waweze wawezi kuondoka, lakini wao wamesema wameondoka na kutafuta mahali pengine pa kukaa, kutokana na mikataba walioafikiana na swa kuhipa nafasi mazungumzo yatakayofanyika na ambayo yanatarajiwa kufanyika tarehe 9 Aprili huko Doha nchini Qatar. Swala ambalo upande wa wazalendo wamesema ikiwa wameweza kuondoka ni kwa sababu M23 RDF, jeshi la Rwanda, kama vile AFC wenyewe walikuwa wamejikuta wako kati kati, wamezingirwa, wala hawakuwa na chaguo lingine kando ya kuweza kuondoka, yani walikuwa chini ya moto. Ndivyo mambo ambavyo wameshuhudiwa hivi sasa, yani mji wa Walikale maskani ya tarafa au wilaya ya Walikale imo mikononi mwa wazalendo. Mwisho mm -hmm, wa habari zetu asubuhi ya leo tu, ombi langu ni kwako wewe ambaye ni mfuasi wa channel letu hii usikose ku subscribe, ku like, ku comment, kuandika wapi uliko na hatimaye kushare hani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, kwa sababu bila nyinyi sisi hatupo, nasi tunawapenda zaidi. Asante, asanti kukuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.